Na mtazamaji wa watu watano wamethibitishwa kufariki huku wengine watatu wakiendelea kupata matibabu ya dharura katika hospitali ya rufaa ya Kisii, baada ya jumba lenye ghorofa tatu lililokuwa likijengwa kuanguka Itierio, eneo bunge la Bonchari. Na shughuli za kuokoa watu zaidi waliokwama kwenye vifusi ziliendelea kwa kutwa nzima. Na Chrispine Otieno amekuwa akifuatilia tukio hilo na hii hapa taarifa yake. Ni tukio ambalo lingali kuteguliwa na maafisa wa serikali Jumba hili la ghorofa tatu limekuwa likijengwa kwa siku kadhaa sasa, kabla ya mkasa kubisha hodi mapema Jumapili. Familia ya Pasifika Bwari ni moja kati ya familia kadhaa ambazo zinahofia wapendwa wao wamekwama kwenye vifusi vya jumba hili. Kwa familia hii mumewe Bwari ambaye alitoka nyumbani kufika eneo hili kupata malipo yake ya matofali kabla ya kuenda kanisani na familia yake, lakini hilo halikutimia aliniambia nakuja, basaina hivi amerudi tuenda kanisa tuenda kungoja, naurudi nikapata habari ak iliyo ghorofa ya alikuwa meanguka imeanguka, nimwangukia na mwenyewe mwenye ghorofa alikuwa pia, so tulikuwa tunampigia simu simu ilikuwa inalia lakini asiki simu. So tulikuwa tunaongea tu ndani, so all of a sudden simu imeenda off, inalia inalia, achukui. Bila shaka ni operesheni ambayo imechukua takriban zaidi ya saa sita na ingali inaendelea mpaka sasa; ijulikani ni kina nani na ni wangapi ambao wangali wamefunikwa katika vifusi hivyo. Maafisa kutoka idara ya kupambana na majanga wakiwa mbioni angalau kuokoa maisha ya wale ambao walitaka usaidizi. na hatuna mali hata mkono, wale kiangalia pale ndani, zile chuma zenye tumeona zikitolewa, hatuoni hata 16 ikiwa hapo, wae 16 hakuna. Ile chuma ametumia, zile chuma ametumia ni wae 12 peke yake, wae 12 inasimamisha ghorofa ya nyumba ya kuenda ghorofa tatu, pande nchi gani? watu watatu wamekimbizwa hospitali ya rufaa ya Kisii kwa sasa kupata matibabu ya dharura. Hadi sasa haijabainika kikamilifu idadi ya watu waliokwama kwenye vifusi vya jumba hili, huku uchunguzi na uokoaji ukiendelea. Chrispine Otieno, runinga ya Citizen, Bonchari na um, kwa sasa hivi tunasema pole kwa wale ambao wamepoteza wapendo wao, na pia vile vile subra kwa wale ambao wajui wa jamaa zao walipo kwa sasa.